Imekuwa ni wakati mzuri sana e, kupiga stori na ya mama yangu hapa e, Bistar miongoni mwa wasanii ambao wanafanya vizuri sana miongoni mwa wasanii e, tuseme manguli wa tasnia ya filamu Tanzania bila shaka mmeona kile ambacho amekifanya kuanzia zamani mpaka sasa yupo kwenye game mama shikamoo marhaba ujambo Wema kabisa Wema kabisa nafurahi kukaa na wewe kupiga stori na nimefurahi pia mwanangu okay. mm-hmm. Uh, mimi nataka unipe kwanza kipi kina kufanya uendelee kuwepo mpaka leo kwenye tasnia ya filamu Tanzania, na bado watu wanakupenda na ukipewa kazi unafanya vizuri, yaani ubora wako unazidi kuongezeka kadri siku zinavyozidi kwenda, tupe siri ili ambaye pengine anakuangalia ana, ana anapenda sanaa ya uigizaji apate kujifunza kidogo. Asiri ya kwanza ni kuipenda kazi yangu e, naipenda kazi yangu kwa sababu naona ina manufaa kwangu mimi. Na kingine ki nimeweza kuzingatia ile yani, ule msingi toka nilioanzia kipindi hicho naingia kwenye sanaa. Kwa hiyo unajua, zamani tulikuwa tuna vikundi eh. Kwa hiyo ukiingia kwenye, kwenye kikundi unapewa msingi wa nini unachotaka kukifanya hapo ulipo na baadaye pia ehe. Kwa hiyo mimi kwangu niliyazingatia sana, ndio ndo nayafanyia kazi mpaka sasa hivi okay. Hmm. Tunakuona kwenye tamthilia nyingi sana e, jua kali huko wapi, kila produsa anamtaka Bista, kila produsa anamtaka Bista. Inapotokea nafasi inakuwa nyingi eh, watu wengi wanakuhitaji kwenye kazi, unajigawaje na inakuwaje rahisi kukuona ukifanya sehemu eh, mbalimbali? Najigawa kwa sababu kwanza nawaunganisha mabosi wangu kwa au kwa naye, nitaka kwa vyovyote nitakuwa niko kwenye kazi fulani, kwa hiyo nitamfahamisha, mimi unajua niko kwenye kazi fulani, na ratiba inaweza kuda, kuna siku nyingine ikawa imenibana kwa hiyo naongea na huyu na ambaye niko, niko kwenye kazi yake. Uzuri, mabosi zangu mimi hawana hiana, wanajua kabisa hii ni riziki ya mtu na hii ni yeye mwenyewe mtu huyu amejiajili. Kwa hiyo kama yeye amejiajiri binafsi kuwa ni, ni mwigizaji, basi ngoja tumpe tu nafasi. Kwa hiyo wanapeana nafasi kwa kwa sababu shooting zetu zina ratiba. Kwa hiyo, jamani, kuna ratiba hii, mtu anakupa ratiba siku tatu kabla unaona na huku unaonyesha, jamani, na ratiba hii, basi sawa kwa leo, kwa siku mbili hizi ngoja tukupeka mzigo kidogo kakutosha, alafu ili siku nyingine tuweze kukuruhusu ukaenda huko sehemu ambayo unaweza kwenda. Okay, eh, najigawa vizuri. Safi, hongera sana. Miaka ya nyuma, eh, filamu hapa nyumbani ilikuwa inafanya vizuri sana sana, kuanzia kwenye fukutu kule, umeona eh? lakini katikati hapa ikaja ikaonekana kama mongo movie imekufa. Nadhani unakumbuka mengi akawa yanazungumzwa, lakini hiyo era pia ikapita. Kwa sasa naona kidogo eh, sio kidogo sana, mambo yamekuwa ni mazuri kwako wewe, ambaye kote huko kwenye eh, ulikuwepo nyakati zote kuanzia zamani mpaka sasa, kipi kinakuvutia kwenye filamu kwa sasa hapa nyumbani? Um, kweli mwanzo ilikuwa iko juu sana. Tamthilia zile za mwanzo Watanzania walipokea vizuri, na katikati ikawa kwenye mtindo wa film, pia nao walifanya vizuri kwa wakati wao, walifanya vizuri sana, kwa sababu kama ingekuwa wafanye vizuri watu wasingekuwa wanaweza kuona eh. Kwa hiyo naweza nikasema kila zama na kitabu chake. Haya, sasa wamerudisha tena tamthilia zile, kwa sababu ni wale wale walikuwa wanacheza kipindi cha film, na ndio hao ambao tunacheza kwenye hii tamthilia, kwa kwa hiyo Uh, sijui shuka yake ilikuwaje lakini, kwa watazamaji ulaji walikuwa wanaendelea kuupata eh. Okay. afya ya macho walikuwa wanaendelea kuipata okay. <laughs> Sawa eh, ni miongoni mwa wasanii wanaopendwa sana kwenye Kombolela sana, yani watu wakikuona, wana, wana enjoy. Nataka niambie kidogo ya wewe na Abduli Producer, ni ilikuwaje? Mlikutana wapi na pengine akavutiwa na wewe mpaka leo umekuwa ni msanii kwenye e, tamthilia yake? Kwa maelezo ya Abdul yeye alikuwa na anapenda sana, alikuwa na hii ndoto ambayo sasa hivi ndo imefanikisha kwenye hiyo, kwenye, kwenye zile ndoto zake. Kwa hiyo kama unakuwa una ndoto au una maono ya kitu fulani kufanya lazima ufanye research sana kwa hiyo mimi kipindi hicho, mimi nafanya hizo kazi zangu, sijui kama kuna mtu kumbe yuko na mimi au kuna watu wako na mimi, hicho ndo kilichotokea. Eh, kwa Abdul da, najua hii ndoto naoifanya hivi, ndani ya ndoto lazima, aa, awepo huyu awepo huyu awepo huyu. Kwa hiyo hata alivyonifuata mimi akiwa kama producer mchanga, kiukweli mimi kwanza nilimkatalia, nikamwambia sasa hivi mimi nimepumzika kwenye haya masuala ya uigizaji, kwa sababu nilikuwa nimepumzika kweli, nilikuwa nimeshaingia kwenye mambo yangu mengine kabisa ya kilimo. Huko alifanya kazi sana, lakini Mwenyezi Mungu amejalia, tumekuwa pamoja kuanzia kazi yake ya kwanza mm, saruni ya makimbo. Watu wakawa wameipokea ile kazi, matokeo wakataka kumjua mwandishi ni nani, na yeye akaanza kujulikana. Ay, kazi ya pili tumekuja ni Kombolela kazi ya tatu nimekuja kucheza zanati ya kijiji tulichezea Lindi lakini watu walikuwa bado wanahitaji sana Kombolela kwa sababu sisi tumerudishwa, tumerudishwa na mashabiki. Kelele zimekuwa nyingi, mtu ameziba masikio, kuna, eh, hebu ngoba masikio, tatoboka. Hebu mwiteni muhusika bwana, kuna kelele nyingi. Akasema sawa, mi naweza kuzima kelele zao, na kukawa sio kelele tena, za kuomba inakuwa kelele za furaha, mtu akiwa sebleni ndo alikadhalika. Ni kitu kama hichi unachokiona sasa kipo, watu wakikaa Ijumaa, Jumamosi, Jumapili wanasubiri kukaa zao sebleni wafurahi. Yani tumewapunguzia watu ile, mtu alikuwa na kamba yake anataka kujinyonga anaona ah, imeishia hapa, sijinyongi mpaka nione Jumamosi jumamosi nakokutam sijinyongi, mpaka jumapili sijinyongi, mpaka ijumaa nyingine. Kwa hiyo tumeongezea watu siku za kuishi. Okay. mm. Kwa tafsiri hiyo, Abduli ndio ambaye alimfanya Bistar kurudi kwenye kuigiza baada ya kupumzika kwa uh muda -oh. mrefu. Yaani nilirudishwa kwa sababu hata hapo nilipokuwa yeye ananiambia ana, ana, mimi nije nini kuna kazi nilikuwa nafanya, nilikuwa nimefanya kazi ya nyavu, alafu nimefanya kazi ya singomama ya JB. Ehe, maana mpaka mara ya mwisho kaja kunichukua niko kule kwenye singomama, ndio tukafanya hiyo mipango e. Yani alichofanya Abduli ni kunikuta niko hapa na kuninyanyua zaidi. mm. okay. Niambie, kwa nini uliamua kupumzika labda na kufanya shughuli nyingine Ukasema kidogo masuala ya kuigiza nipumzike kwa muda fulani, uliona nini? Labda alikuwa maslahi ni madogo, ama uliamua tu pengine kupata mapumziko? Ah, kikubwa ilikuwa ni maslahi. Maslahi ndo kila kitu e, kwa sababu unapofanya kitu lazima ufanye hichi kitu nakifanya nanufaika na nini, umenielewa, eh? Kwa hiyo haiwezekani wewe unafanya kazi, umepanga bajeti yako, alafu unanilazimisha unanirazim, mimi msanii, yani kuwa mimi bajeti yangu hapa ndo ilipoishia, yani kitu ambacho mimi Kiswahili nilikuwa sikipendi. Uweze kuniambia mimi bajeti yangu mimi imeishia hapo. Kwa hiyo majibu ya harakaharaka, aidha ucheze au usicheze. Sasa na mimi nikaona mimi ni muigizaji. Kwanza, kitu cha kwanza nimejivunia, naweza. Sasa kama naweza najiweka pending lakini baadaye mtu akiwa ana mahitaji na mimi atanichukua, kuliko ah, nitafanyaje? Mtafanyaje? Unaenda unacheza unamaliza madini yako, unapotaka kuhitajiwa madini umeshayamaliza. Kwa hiyo ndio kitu ambacho nikasema, na hifadhi madini yangu, unaenda shambani, kwa sababu kinachotakiwa ni pesa, unaenda shambani, nitakula faida ya kwanza na kingine nitauza mazao na nitapata pesa okay. Mm. Kwa sasa uh, uh, ukitazama picha kwenye ukanda huu wa filamu maslahi yakoje? Of course nakuona unafanya vizuri laba, kwa kuangalia labda picha ya nje kwa wasanii wengine kidogo sahivi, watu wanapata eh, pesa nzuri kwenye malipo. Hasiwezi kuwasemea wengine, lakini ilivyo zamani ni tofauti na sasa, hata hao wengine ni tofauti. Sisi tulikuwa tunafanya sanaa kama burudani, umeona, ilipokuja kuanza kimaslahi kidogo ikawa ndo. Eh, nikizungumzia maslahi kwa sasa hivi kuna afadhali kidogo, tofauti na mwanzo mwanzo. Sisi tulikuwa tunafanya kama burudani burudani, kaanza kutokea maslahi sasa, kwa watu ambao walikuwa wanaona maslahi hapo, mtu anaweza kukubania kwa njia hii au nyingine eh. Kwa hiyo ni tofauti sasa. Zamani ilikuwa kama hivi extra, ukicheza labda unaweza yaani, unaweza usipewa hata nauli wewe, unataka ucheze bwana eh, lakini sasa hivi extra anaweza kupewa nauli labda anaweza kupewa hata na hela yake kama extra, kama extra, umeelewa eh? E, kwa hiyo tofauti ya zamani na sasa hivi iko iko kubwa kidogo. Hebu tuibie siri kidogo, kile ambacho kinakupa uwezo mkubwa. Niliona kuna clip moja aliposti rafiki yangu, nafikiri kama sijakosea, ni ule producer wa dunia, si ndiyo eh? Akasema mama tumempa scene, kapiga teki moja, teki moja tu hajarudia mone nakanyoosha, jambo limeisha, limenyooka. Uh, ubora ambao anamfanya Bistar akipata sini, sio mtu wa kuchelewesha mambo uh, najua ni kipaji, lakini hebu tuambie ubora huo unaunogesha kwa namna gani? Ubora huo unauongeza kwa namna gani, ili kuzidi kukupa nafasi zaidi. Uh, kitu ambacho mi najua mwandishi anapoandika na kunichukua mimi yani, tusema mwandishi anapoandika, ameandika anayoyajua yeye kwa kunogesha stori yake, lakini anaponifuata mimi ninachojua mimi anataka yale maandishi yake, alafu anahitaji na uwezo wangu. Kwa hiyo kinachotokea pale ni uwezo wangu mimi kuongezea kile kitu ambacho kiko pale. Na ni kweli, produsa wa dunia kwa mara ya kwanza amenichukua nimeenda pale. Kwa hiyo alivyonipa script yake wa ni mara nyingi huwa na, naelewa mtu mimi si, nimeishi sana kwenye industry. Kwa hiyo nikishaelewa hivi alafu nachukua maisha yangu aidha ya nyumbani au ya jirani yangu au ya nani yani sasa muda huo unamvaa mtu ambaye mimi namjua ambaye anafanania na hicho, muda huo huo, kwa hiyo, ni kweli, nilifanya one take, na nikapewa na zawadi. Mama, umefanya one take, ah, we lazima ule uteni okay. <laughs> Nikapata hela soda, mm, iko hivyo. Umecheza sana katika filamu nyingi na tamthilia nyingi, niambie utofauti na ubora wa tamthilia ya Kombolela, utofauti na ubora wa tamthilia ya Kombolela huko hivi. Kombolela ni kama inakuwa kama ina serious comedy hivi, kwa maana uki mtu ha, hatumii nguvu kufanya we ucheke Yani we ukita, ukimtazama hata akipita tu wewe we utacheka. Yani mtindo wa anaoandika Abduli ni tofauti sana na watu wengine. Mtindo wa anaandika Abduli unaweza hata hizi sini tunazocheza, ukiniambia wewe una kisherehe, tuje kufanya labda tuje kukufanyia watu hatuwezi kuona kazi kuinyanyua sini moja na kucheza pale na watu wako wakafurahi, eh? Kwa hiyo imekaa ni mafunzo ya kiburudani zaidi, kiasi kwamba uta, uta ukiangalia huwezi kuchoka. Yaani ana mtindo wa uandishi wake ni tofauti na watu wengine. Sisemi watu wengine wanaandika vibaya, ya, wana story nzuri, lakini utofauti wa uandishi. Eh, yeye ana vituko, ana visavisa vile vingi anavyoviandika. Okay. Mm. Bistar, umeanza muda mrefu sana. Labda pengine leo ingekuwa ni ngumu kufanya kazi na maproducer wachanga, maproducer wadogo, lakini Abdullah alikufuata akiwa mchanga na mkafanya kazi uh, producer wa dunia vile vile. Na, na, na nimeona ukifanya kazi na wengi ambao ni bado wadogo. Kwa wasanii wengine ambao ni wa zamani, labda wangeona hasa, huyu producer mchanga, mimi wa nini? Inakuwaje rahisi kwa kuamini hata hao wadogo, nafanya nao kazi na mnafanya vizuri? Uh, mimi kwanza asili yangu si, sina dharau na sipendi dharau, na siwezi kumdharau ambaye mtu sijamuumba. Umeelewa eh? Alafu ukichukulia sana, mimi ni mama. Mtu anapokuomba mfanyie kazi yake, anataka uwepo wako ili naye aongeze kipato, umeona? Kwa hiyo mimi nafanya kazi, lakini pia nakuwa nachangia maslahi ya yule mtu mdogo ambaye anataka atoke hapo, angefika hapa, kiasi kwamba unaweza ukamkatalia au kakataliwa na watu wengine wote wakamkatalia, basi akakaa uchochoroni akamkaba aka, aka mtu Eh, asinikabe mimi, atanikaba atakaba familia yangu nini? Na mtu akiamua kutoa mawazo yake, kuamua kutoa nguvu zake kwa sisi ambao tumepita huku, mtu anakuita na kutegemea sana. Inabidi tuwashike mikono na kuweza kuwasaidia. E, bila kujali kitu chochote, bila kujali mtu atasema nini, eh. Mtu anasema ah, huyu yuko sehemu fulani. Yaani uwezi kujua makubaliano ya mimi na yule au mimi mwenyewe nimejiwekea nini kwa watu wa kwenye hii kazi watakaofanya na dhili yangu mimi nilisemaje katika kuwasaidia au wao wasimame. Okay. Mm. Ebu niambie ni, ni jambo gani ama kitu gani ambacho kinakukwaza sana katika tasnia ya filamu kwa ujumla hapa nyumbani na pengine ungetamani kirekebishwe ama kisiwepo katika hayo mapungufu. Ki, vipi? Kitu ambacho kinakukwaza katika tasnia yetu ya, ya filamu na pengine ungetamani kirekebishwe ama kisiwepo kabisa. Kitu kimoja tukata, au viwili okay. Kitu cha kwanza naweza nikazungumzia labda kwa wasanii ee, ukishajijua wewe umetaka kuingia kwenye sanaa ya uigizaji basi ingia, zama miguu yote mikono yote, uvumilie kwa vitu vi, yani vitu ambavyo vidogo vidogo vivumilie, lakini tusonge mbele kuliendeleza ili gurudumu letu la sanaa. Na kingine hata pia serikali yetu ijue kuna sehemu ambazo tunatakiwa na sisi tuonyeshe. Tunaposema sisi ni Watanzania, tuonyeshe vivutio vyetu, mandhari yetu, alafu utaifa wetu. E, visiwe na vikwazo sana, tukitaka labda polisi, tukitaka gereza e, umenielewa eh? tunaona za wenzetu nchi za nje, gereza gereza, umeelewa eh. E, sasa tukipata gereza yani polisi uwanja wa ndege yani, kuna vitu, kuna vitu vingi ambavyo tunatakiwa sisi tuweze kuvionyesha. Hata kama hatuaminiki sana basi kama ni polisi kuwe na polisi si raia tuwe na polisi basi. Kwa hiyo siku tunao shuti, wame wanatui, wanalinda raia na mali zake. Kwa hiyo nao wanakuwa, wanakuwa huko pembeni mpaka tunamaliza visheni vyetu wanahakisha kuna usalama basi ilimradi tunapata kampani, hicho ndo kikubwa sana tutafika Mm. Sikuwa kumalizia nitajie ni, ni nyota mmoja, nyota moja wa filamu ambaye namkubali sana, wa filamu nyumbani hapa mmoja, najua ni mtieni mkubwa, nakupa wapo. <laughs> Sinada mmoja, mimi naona wote wako, yaani nyota wangu mimi mmoja wa filamu ni yule ambaye anayejua filamu ni kazi kama kazi zingine, E, kuheshimu misingi ya kazi huyo ndo atakuwa nyota wangu. Mimi naweza nikasema leo nyota alafu, baadaye unakuta malalamiko ya maproducer, malalamiko yeye mwenyewe, mara kashaharibu mara ni. Ili uwe nyota basi ufate misingi ambayo inayopaswa haswa kuhusu maswala yetu haya ya filamu, huyo ndo atakuwa nyota wangu wa, wa kila siku. Basi Bistar, mimi nashukuru sana kwa muda wako, asante sana. Kazi njema. Amina, inshallah.